unza maswala na mbalimbali ya kimahakama, na leo tunaenda kuzungumzia swala zima la utekelezaji wa hukumu za mahakama. Na kwa kuwa hawa wananchi wengi wanahudumiwa na mahakama za mwanzo, kwa leo nitajikita zaidi katika sheria za mahakama za mwanzo. Utekelezaji wa hukumu unakuwaje? Kwa kawaida baada ya mwananchi kupata haki yake mahakamani, mahakama ikishatamka haki kwamba unayo haki ya kulipwa ya kulipwa fedha zako etha na gharama, basi kinachofuata hapo ni namna gani unaipata ile haki, na hapo ndipo umuhimu wa wajibu wa mahakama unakuja. Ndio maana mada yetu leo ni wajibu wa mahakama na madalali wa mahakama, ili kuhakikisha kwa kwamba yale ambayo wananchi wanapewa basi yanatekelezeka ipasavyo. Aa, kwanza kabisa baada ya mahakama kutoa amri, baada ya mahakama kutoa amri kinachofuata ni utekelezaji. Kwa hiyo kwanza, mahakama kishatoa amri zake, kitu cha kwanza ni kufanya inquiry ya uwezo wa yule ambaye ameamriwa kulipa anao yamkini. Yule mtu ambaye ameamriwa kulipa anao uwezo wa kulipa, basi mahakama itamwamuru kulipa kwa kumpangia muda, inaweza kampangia kulipa muda mara moja au kwa installment, kutokana na vile ambavyo mahakama itaona inafaa lakini ikitokea kwamba yule mtu ambaye ameamriwa kulipa hajafanya vile ambavyo inastahili, basi huyu ambaye ameshinda tuzo, yule ambaye ameshinda tuzo ana wajibu wa kuja mahakamani kufanya maombi, kuleta maombi ili uweze kufanyika utekelezaji. Hasa utekelezaji huu unafanyika kwa namna gani? Utekelezaji huu una namna mbalimbali, tunaita modes of execution. Modi ya kwanza inaweza ikawa attachment, kukamata mali na kuuza ili kuweza kufidia lile deni, kama ni deni ambalo muhusika anadaiwa nalo. Lakini modes nyingine uh, namna nyingine ni kwa kuikamata kuh, kuh, mali na kwenda kuikabidhi kwa muhusika, tunasema seizure uh, unaweza kwenda kukamata mali na kuikabidhi kwa muhusika. Lakini pia kuna namna ambapo unakuta huyu muhusika ambaye anadaiwa yeye ana uwezo wa kulipa, lakini amefanya vitu ambavyo vinafanya zile mali zisikamatwe. Mfano, nilikuwa na shamba nimelihamisha, nimeliweka kwa jina la mtoto wangu, nilikuwa na nyumba nimehamisha, nimeweka katika majina ya mke wangu, na nilikuwa na mali zingine ambazo nimeziuza, baada ya kujua kwamba zinaweza kuja kukamatwa ili kufidia deni husika. Kwa hiyo nikawa sitaki kulipa deni, lakini mali ambazo zinaweza kukamatwa mali zile ni kama nimeziweka katika ma mazingira ambayo hukumu ya mahakama haiwezi kutekelezeka kwa kuzikamata mali hizo, basi mtu huyu anaweza kupelekwa gerezani kama mfungwa wa madai. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita arrest and detention as a civil prisoner. Uh, ni watu gani ambao wanahusika na utekelezaji wa hukumu za mahakama? Watu wanaohusika na utekelezaji wa hukumu za mahakama a uh, mtu wa kwanza tunamwita dalali wa mahakama au tunamwita court broker. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye sheria inamtambua kama ni mtekelezaji wa hukumu ya mahakama. Lakini kuna mazingira ambayo unakuta dalali wa mahakama hayupo. Nini kinafanyika? Kama dalali wa mahakama hayupo basi kinachofanyika huwa ni uh, tunaweza kumteua afisa yoyote. Na mara nyingi sana huwa tunapenda kuwatumia hawa maafisa watendaji, hasa so, mtendaji wa kata, au afisa mtendaji wa mtaa. Hawa ni watu maalum sana wanaoweza kutusaidia katika utekelezaji wa hukumu za mahakama. Ah, sasa pale ambapo utekelezaji umeamriwa kufanyika, kuna mambo mbalimbali ambayo ni lazima yatimizwe. Ah, kuna mambo mbalimbali ambayo lazima yatimizwe. Kuna ukamataji wa mali ambazo zinahamishika na kuna ukamataji wa mali ambazo hazihamishiki. Taratibu ziko tofauti. Uh, mfano kama kinachokamatwa ni mali ambayo inahamishika. Mali ambayo inahamishika, mahakama ikishatoa order, cha kwanza kabisa ambacho dalali anapaswa kufanya ni kuiseize, ni kuikamata ile mali mara moja. Uh, dalali anakuwa na sehemu ya kuhifadhi mali husika. Na akishakamata, basi huwa kuna kuwa na taarifa ambayo inaitwa mahakamani kwamba nimeshakamata mali husika, ninaomba order. Basi mahakama ikijiridhisha uh, kwamba taratibu za ukamataji zimefuata, basi kinachofuata hapo huwa ni orders mbalimbali, amri mbalimbali. Amri ya kwanza ambayo inaweza kutolewa kwanza ni kufanya valuation, kujua mali hii ina thamani gani. Lakini pia amri nyingine ni amri ya kuuza mali husika. Basi mahakama ikitoa amri hiyo ya, ya kuuza mali husika kuna siku ambazo sheria imeziweka kwa mali ambayo inahamishika ni siku kumi na tano, lazima zipite. Lazima kuwe na matangazo na matangazo hayo lazima afanyike kwa pande zote mbili, kwa yule ambaye anakamatiwa mali yake kwa yule ambaye mali yake inatarajia inata, inata, inata kuuzwa, lakini pia yule ambaye ana ni mshinda tuzo pia lazima ajue kwamba kuna mnada utafanyika, na utafanyika wapi na sehemu gani na thamani ya mali ni kiasi gani, na in case yule ambaye mali yake imekamatwa ambaye tunamwita judgment debtor au mshindwa tuzo akitaka kuikomboa mali ile anapaswa kufanya nini, ambapo anapaswa kulipa zile gharama za ukamataji na gharama za matangazo kama zilifanyika na baada ya kulipa gharama hizo basi alipe na lile deni husika, ndipo mali hiyo inaweza ikaachiliwa isiwezi kukamatwa. Lakini katika mali ambazo hazihamishiki mfano kuna shamba au nyumba, mara nyingi a, muda ambao unapaswa kupita ni siku thelathini. Basi siku hizo zikiisha, dalali pia atapewa proclamation of sale baada ya kuwa ameshafanya tathmini ya mali husika atapewa proclamation of Sales na mahakama ambayo dokumenti hiyo sasa itabandikwa sehemu mbalimbali, itabandikwa sehemu mbalimbali pamoja na sehemu inayoonekana ya wazi kwenye mali husika. Mfano ni nyumba, basi mali ile uh, ile ile taarifa itabandikwa kwenye mlango ule, mlango tunasema mlango wa mbele wa kuingilia. Lengo ni kutoa taarifa kwa kila mtu ambaye anahusika, lakini pia matangazo huwa yanawekwa kwenye magazeti uh, ambapo tunatarajia umma wa Watanzania utajua kwamba kuna mnada utafanyika sehemu fulani tarehe fulani, na kila mtu anaalikwa kwenda ku, kununua mali husika. Uh, ikitokea kwamba mali hiyo imeuzika, kama ni mali ambayo ina, ambayo haihamishiki, mfano nyumba, basi yule mnunuzi ambaye ameshinda, tunasema tunasema ni highest bidder ambaye ameweza kufanikiwa basi atapaswa kulipa asilimia ishirini na tano za mauzo ya ile nyumba kwa wakati ule. Na ikitokea kwamba ameshalipa ile asilimia ishirini na tano basi ndani ya siku kumi na tano atapaswa kulipa asilimia nyingine sabini na tano iliyobakia. Ikitokea huyu mu, huyu mnunuzi ameshindwa kulipa zile fedha ambazo alipaswa kulipa ndani ya siku hizo kumi na tano basi uh, ile kiasi cha asilimia ishirini na tano ambacho alikuwa amekilipa kinapaswa ku kuchukuliwa, kitaingia kwenye mfuko wa serikali, tunasema kinakuwa forfeited, kinakuwa forfeited, kinaingia kwenye mfuko wa serikali I, baada ya malipo ya dalali kulipwa. Na baada ya kufanya hivyo, basi ile mali itarudishwa kutangazwa upya. Kuna mazingira ambayo huyu mtu anaweza karudishiwa pesa zake, amelipa uh, asilimia ishirini na tano, lakini pengine kuna sababu ambazo zimemfanya, ambazo ni za msingi, zimemfanya ashindwe kuendelea na ununuzi, akithibitisha katika mahakama kwamba nilishindwa ni kwa sababu za msingi, basi mahakama inaweza kumrudishia zile pesa zake. Lakini ikitokea hana sababu za msingi za kushindwa kumalizia lile deni kulipa, basi pesa yake itachukuliwa na itaingia serikalini. Na ikiwa ni mali ambayo inayohamishika imekamatwa na dalali, basi dalali huyu huyu mtu atapaswa kulipa ile pesa immediately. Immediately atapaswa kulipa ile pesa, na akishindwa basi atapewa muda pia ya kisheria na akishindwa zaidi, basi ile pesa pia itaweza kuingia kwenye mfuko wa serikali baada ya pesa dalali kutolewa. Kwa hiyo dalali analipwa pesa yake, nayo baki itaingia serikalini na ile mali itarudishwa itarudishwa kufanywa mnada upya. Kuna kuna kitu kingine unaweza kuna mali imekamatwa ambayo mali hiyo inaweza kuharibika. Unajua kukamata mali ambayo pengine ukakamata leo lakini ndani ya siku mbili ikawa imeharibika basi darada napaswa kuifahamisha mahakama kwamba nimekamata mali ambayo inaweza kuharibika, na mahakama itatoa oda kwamba mali ile iuzwe na pesa iingizwe kwenye akaunti ya mahakama. Kuna namna ambayo unaweza kamata mali nyingine ambayo pengine ni mifugo, mfano ng'ombe, mbuzi na kitu kingine. Mifugo pia ina utaratibu wake wa kukamatwa. Kwanza lazima yule ambaye anashinda tuzo A, lazima ifahamishe mahakama kwamba ana uwezo wa kuilisha ile mifugo au kuifanya ile mifugo iendelee kuwa hai ai iendelee kuwa na mazingira mazuri. Dalali ndiyo ana wajibu wa kuhifadhi, ana maeneo ya kuhifadhi tunaamini hivyo. Lakini hii ni mifugo ambayo dalali hatuwezi kumpa kazi ya kuweza kuilisha kwa hela yake mwenyewe. Kwa hiyo decree holder yule ambaye ni yu mshinda tuzo, anawajibu wa kuhakikisha kwamba anaihakikishia mahakama ni namna gani ana uwezo wa kuitunza, ndipo mahakama itatoa oda ya kukamata kukamata mali husika, na ikamwachia muda akajiridhisha. Akiridhisha mahakama kwamba ana uwezo wa kuilea ile mifugo ikiwa mikononi mwa dalali, basi mahakama itaproceed kuikamata. Na ikitokea mifugo hiyo iko hatarini kuweza kufa au haiwezi kuhifadhika kwa muda mrefu, basi a, bado kuna wajibu kwa upande wa decree holder yule ambaye ameshinda tunzo kwa kuhakikisha ni wakati katika mazingira salama. Kuna mazingira ambayo unakuta huyu mshinda tuzo ametaja mali ambayo hana uhakika kama ni ya mdaiwa mhukumiwa au vinginevyo. Okay. Unaweza kukamata mali ambayo pengine kumbe hiyo mali yeye ameamini ya mdaiwa mhukumiwa, lakini kumbe sio ya mdaiwa mhukumiwa. Tukajikuta bahati mbaya dalali amefanya juhudi ya kwenda kuiuza mali husika. Ameuza mali husika au hajauza, amekamata, amefanyia matangazo lakini akatokea mtu akisema mali iliyokamatwa haijawahi kuwa ya m ndio yeye mhukumiwa, mali hiyo ni ya kwangu. Huyu mtu akishinda pingamizi lake, mtu akishinda pingamizi lake maana yake mahakama itapaswa kuiachilia mali hiyo isiendelee kukamatwa. Lakini kumbuka dalali ameingia gharama, ameingia gharama ya ukamataji, ameingia gharama ya kuhifadhi, yamkini pia ameingia gharama katika kuitangaza mali kuweza kuiuza. Nini haki yake sasa baada ya kuachilia hiyo mali husika? Aa, pesa ambazo zitapaswa kulipa kwa dalali baada ya mshinda tuzo kutaja mali ambayo sio sahihi, pesa hiyo itapaswa kulipwa na mshinda tuzo, japo haki yake bado haipotei. Hiyo pesa ambayo atamlipa dalali kwa kutaja mali ambayo sio sahihi itakuja kujumlishwa katika deni halisi ambalo mshindi wa tuzo anadaiwa nalo. Kwa hiyo kesi kipatikana mali nyingine ambayo ni ya mshindi wa tuzo na ikauzwa, basi na ile pesa ambayo ililipwa hapo awali itarejeshwa. Aa, kuna mazingira mbalimbali katika utekelezaji wa hukumu za mahakama kama nilivyoeleza kwamba kuna mazingira ambayo pia anaweza mtu akafungwa kama mfungu wa madai. Aa, kwa sheria za mahakama za mwanzo zenyewe hazijaruhusu mahakama ya mwanzo kumfunga mtu kama mfungu wa madai, lakini mahakama ya mwanzo ina wajibu wa kujiridhisha kwamba ni kweli huyu mtu alikuwa na uwezo wa kulipa lakini hajafanya hivyo, na mahakama ya mwanzo itathibitisha hayo na baada ya kufanya hivyo, basi jiada litakuja mahakama ya wilaya kwa ajili ya utekelezaji huo wa kuendelea. Kwa hiyo mahakama ya wilaya itakuwa na wajibu wa kutoa hati ya kukamata na kumkamata muhusika, na baada ya hapo hatua zitafuata kwa mujibu wa sheria mwenendo wa madai katika mahakama zetu, ambao tunaita Civil Procedure Code sura ya 33 kama ilivyorejewa mwaka 2019. Kwa hiyo mtu hu atashughulikiwa katika utaratibu wa kawaida pesa yule mdaiwa muhukumiwa, mdai mdai ambaye ameshinda tuzo ataamriwa kuingiza pesa kwenye akaunti ya mahakama, ambapo pesa hiyo italipwa kule magereza kwa ajili ya kumlisha huyu mtu. Lakini bahati nzuri zaidi ni kwamba hii pesa haipotei bure, itaingia katika ile deni. Kwa hiyo huyu anapokuja kusema analipa deni, maana atalipa ile pesa anayodaiwa, pia atalipa hii pesa ambayo huyu muhusika alilipa kwenye akaunti ya mahakama kwa ajili ya kulipa magereza kumlisha mdeni muhukumiwa. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba tuzo hizi za mahakama ndicho kipengele cha muhimu sana katika mashauri mengi ya madai na baadhi ya mashauri ya jinai ambao kunakuwa na compensation zimetolewa. Lengo ni kufanya kwamba hizi amri ambazo mahakama zinatoa ziwe na thamani, kwa sababu thamani ya amri ya mahakama haiishii pale ambapo mahakama imetamka kwamba huyu anastahili kumlipa mtu fulani, lakini thamani ya amri ya mahakama inakuja pale ambapo huyu anachokidai amekipata. Yako mambo mengi lakini nafikiri kwa leo tuishie. Mimi kwa majina naitwa Zebidai Onesimo Esau nimetokea mtaa wa Mwantanda. E, tunazungumzia kuhusiana na haki hizo ni haki za msingi kabisa ku kupata madai, yaani kushinda madai kwa sababu watu wengine wanashindwa wana kupata mwongozo kwa sababu hawajui sheria iko wapi lakini sheria ipo na haki ipo. Ukishinda unapata madai yako vizuri kabisa eh, kama mahakama inatoa mkandamizo kabisa, mwisho mpaka unapata haki yako dhahiri kabisa. Kwa hiyo watu kweni na amani kabisa, kwamba sisi tumeona ni njia rasmi kabisa. Eh, kwangu mimi, mimi ninachokiona hii yi sheria iko vizuri kwa sababu inampa haki yule ambaye ameshinda mahakamani kwa hiyo kwenye jambo hili tu, mimi naipongeza mahakama kwa sababu sheria hii inamfanya yule aliyeshinda anapata haki yake kwa wakati. Ni jambo jema.